ta pointi tano zitakusaidia. Fanya hivi. Neno jema laweza kutoka Nazareti? Jibu ni ndio, neno jema laweza kutoka Nazareti, au neno jema laweza kutoka kwangu, na neno jema laweza kutoka kwako, kwa habari ya biashara, kwa habari ya kazi, kwa habari ya ndoa nzuri, kwa habari ya masomo, kwa kile unachokitaji, na ikawe kwako kwa jina la Yesu. Jioni ya leo washindi, Bwana Yesu asifiwe naomba nikusimulie hii habari, halafu baadaya hapo nitaku ni tutaanza mahombi. Mwanzo moja mstari wa arobaini na tatu mpaka arobaini na sita mistari kadhaa tu hapa. Mwanzo moja mstari wa arobaini na tatu mpaka arobaini na sita Mwanzo moja mstari wa arobaini na tatu mpaka arobaini na sita Ni ukurasa wa mia tisa, wa, mia, wa tisini na tatu Agano Jipya, Agano Jipya tu, mwanzo hapo, mwanzoni, mwanzoni tu hapo ni ukurasa wa 93 hapo, utasoma rudi nyuma kidogo hapo. Biblia nasema hivi: siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia tumemwona tumemwona na tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Natanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Jioni ya leo wataona kwa macho yao, kwa jina la Yesu lehai msalaba na sita ndo tuondoka nayo. Nathanieli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti? Na Filipo akamwambia njoo na uangalie mambo yanavyokwenda. Mabibi na mabwana, nianze mbali kidogo, afu utanielewa. Kwenye hii madhabahu, anza mbali kidogo. Ni kijiji kimoja kinaitwa Nazareti. Na sasa we kama unatoka Kagabiro, we nenda Kagabiro, akili yako ipeleke huko Kagabiro. Kama unatoka National Housing, hapo hapo kama unatoka mtaa wetu wa kanisani huo hapo, au huko kijiji kimoja kinaitwa Nazareti. Hicho kijiji kilikuwa kwenye mji wa Galilaya, na huo mji wa Galilaya ma, asilimia kubwa walikuwa wanatoka watu hoi hai, nimewahi kusema hapa na watu wao walikuwa shagara bagara, walikuwa ovyo mpaka basi. Sasa kwa kawaida, mji ambao ilikuwa bora ilikuwa miwili huko Israeli, ulikuwa ni Yuda na Samaria na kule ndiko ambao walikuwa wanatoka watu vijana, tunaita konki wenyewe, yani wale ambao wenye pesa zao wenye magari yao na wasomi wakubwa sana, ndiko walikuwa wanatokea huko. Sasa Yesu, wakati anamtafuta mtu Mungu, wakati anamtafuta mtu mmoja wa kuja kuukomboa ulimwengu, ngoma ikashindikana kule. Mtu mmoja anaitwa Tomaso, alikuwa anatamani sana kubonyeza kwamba hii ni Biblia au huyu ni mtu Yesu akatolea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mtu mmoja katika hicho kijiji cha Nazareti alikuwa fundi randa, jina lake akiitwa Yusufu na mke wake akiitwa Mariamu. Baada ya hapo, akatamani mtu mmoja atokee kwenye kijiji hicho. Hapo haka, ukiona Yusufu alimwoa mwanamke kwenye ulimwengu wa mwili, sio ulimwengu wa roho. Aliyemwoa jina lake akiitwa Mariamu. Sasa watu wazima, mtakuwa mnanielewa kadri alivyokuwa amjaenda nia, nia, nia, nia mlitakia mwende shule kabla Yusufu anafanya baba mchungaji asisikie. Kadri anavyozidi kuna mambo alikuwa shagarabagara, kadri alivyokuwa anaimba zile pambio, ngome imekataa. Mungu akawaza akasema, ninamtafuta mshauri wa ajabu, mungu wa miungu ambaye atakwemo ndani ya huyo mtu, ninamtafuta mtu ambaye atawaheshimisha watu wote huko duniani au huyo mtu ndio atakayeenda kukomboa mimi na wewe pale ambapo anasema imekwisha. Yeye huyu mtu atatwaliwa kwa damu ya Yesu ya kwake peke yake, atamwambia huyu mtu, inawezekana kwenye ndoa, inawezekana kwa damu ya Yesu, kwenye uchumi, inawezekana kwa damu ya Yesu. Kile alikuwa anakifanya anasema kinawezekana kwa damu ya Yesu. Ilibidi amuingize kwa njia ya Roho Mtakatifu, kitu ambacho kilikuwa kimetokea, watu wakaanza kumshangaa amebeba ujauzito anaelekea kwenda kuhesabiwa suko Galilaya, ili mradi mambo yaende sawa. Watu waligoma kumpisha kwenye nyumba za wageni, walijua ni mtu wa kawaida, kumbe ni mtu ambaye anakuja kuokoa ulimwengu. Wapo ambao wanakuona wa kawaida sasa hivi, kesho watakutafuta kwa jina la Yesu. Leha waligoma kumpisha, wakasema yunani tena huyu, alafu baba yake ni mlanda mbao. Wao walijua baba yake ni Yusufu Kumbe baba yake yeye ni Mungu aliye hai, ambaye ametuliza kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wapo ambao watakuchezea, watakuona tu mtoto wa Rwegasira, kumbe umebadilisha damu ya Yesu, imeingia ndani ya mwili wako kwa jina la Yesu. Rehai washindi, sema amen. Hasa Bibilia inaniambia ya kwamba baada ya hapo, wakasema sasa hatutompisha huyu, hapa tumpishe ili iweje? Aliyesikia kwamba neno jema linaweza kutoka Kagabiro? Neno jema linaweza kutoka nation ya uzinzi iko wapi? neno jema linaweza kutoka Swibuleza huko? Nani aliyesoma kwamba neno jema linaweza kutoka huko Mundangara maki huko? nimefanya wote uinjilisti. Neno jema linawezaje kutoka Muleba kijijini Buhimba? Haiwezekani. neno jema lazima litoke eti kwa watu fulani fulani wenye pesa hapa. Mungu akasema, subutu. Ninajivunia sana nguvu za ulimwengu wa Roho kuliko nguvu ambazo mnazionyesha nyie watu wa dunia hii. Mungu akasema, tutaona kwenye ulimwengu huu. Ni maombi yangu kwa Bwana jioni ya leo, wataona cha moto na Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu rehayo washindi. Bwana Yesu asifiwe! Basi baada ya hapo wakakoma kumpisha. Hii kile kidume kikazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Kuna mtu mmoja hapa nikimwambia lala hapa, atakasema mimi ni lale hapa bosi wako? Yesu alizaliwa kwenye holi la ng'ombe pachafu. Unajua, lazima itangulia aibu ili uheshimike, haiwezi kutangulia heshima. Ujue kwamba ikitangulia heshima kwako, ujue kuanguka kwa kwako kwa uko karibu, lakini lazima itangulia aibu, wakuzomeezomee, uwe mahali pachafu pachafu, ndipo wa sasa ukishajisafisha na wale ambao walikuwa wakutaki watakuambia tunakuhitaji sasa hivi. Washindi sema amen, taifa hey, la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.